Naitwa Hussein Makubi Mwananyanzala, niko hapa kwenye daraja kwa ajili ya kuomba kura za mama. Mimi ni mzamini shabiki wa Yanga kindakindaki, mzamini wa goli la mama. Niko hapa kwa ajili ya kuomombea mama Samia Suluhu Hassani, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, ambaye ni mgombea wa urais kupitia CCM niko hapa kwa ajili ya kumwombea kura, tuko darajani hapa kwa kazi nzuri aliyoifanya, na kila mwananchi wakandaziwa, akitaka kukaa nyumbani siku ya kupiga kura afikirie daraja hili, amka akapige kura, inabidi akapige kura kwa kazi nzuri aliyoifanyia mama. Najua kuna mingi atatufanyia zaidi ya hili daraja, kwa hiyo watu wakandaziwa kwa kazi tuliyokuwa nayo ngumu tunalaa sana katika daraja hili kwa sababu ni kazi ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunachokiomba, wananchi wenzangu, tujitokeze kwa wingi, tutoe kura za ndio. Kanda ya ziwa tuongoze katika kuzidi kanda zingine, kwa sababu kazi nzuri aliofanyia daraja hili sehemu, mimi najifikiria naona haina maana, haina haja ya kumnyima kura mama, na kukaa nyumbani, usiende kupiga kura. Kingine kwa sababu mama ni mzamini wa goli poti kwa kila goli kupitia goli la mama wana michezo wote nchini kwa Simba na Yanga na timu zingine, kwa sababu anasapoti timu zote. Ukiingia kwenye mchezo wa kimataifa, tujitokeze kwenda kumpigia kula, kwa sababu kazi nzuri anayoifanya mama ya ku support goli la, la, la, la, la kimataifa ni kazi nzuri sana, na tunahitaji anavyopita kwa kishindo aendelee kutuongeza na, na, na support yake kwa kuongeza hela kila goli na mimi nipo msapotiaji wake wa goli la mama na kuliko nyuma kila goli kwa, kwa mechi za kimataifa. Kwa maombi yangu, tujitokeze siku ya kesho, tarehe ishirini na tisa, kwenda kutoa kura za ndio za, za kutosha ambazo mpaka zikose pa kuweka kwa ajili naye, mpaka ashangae kwa. Nawaomba sana wananchi, naomba sana wanamichezo nchi nzima, tukampigie kura kesho, mama, za ndio za kutosha ambazo hazina mbambamba mba mba. Uwepo wa daraja hili halina kwamba ni mfanyabiashara tu wa Geita, ni mfanyabiashara wa Kandazio. Sasa hivi watu wa kutoka Rwanda wanazunguka kupita kwenye daraja hili wanapita Shinyanga. Yaani anaona ni rahisi hata kupita kwenye daraja hili anayetoka Uganda, anayetoka Rwanda, anapita huku, anazunguka kwenda Shinyanga kama anaenda Dar es Salaam, anaenda anatoka Dar es Salaam, anakata, anakuja anapita kwenye daraja hili anaenda Rwanda. Kwa hiyo imekuwa ni hamasa sana kwa wafanyabiashara kwa ajili ya daraja hili, kwa sababu kwa sababu hata tuliyokuwa nayo tumeisahau. Na kuisahau tulikuwa na shida kweli kupita kwenye daraja hili. Mtu atakaye kaa nyumbani bila kupiga kura nitamshangaa sana, sababu ukikaa tu kawaza kwamba daraja hili, yaani unamwaza Mama Samia kuja kumpa kura. Maombi yangu sasa, katika maombi yangu ya kutoa kula wananchi, tuna kauli mbili, iliyopo ni kazi na utu. Tunasonga mbele, mitano tena kwa mama Samia. Madiwani wote wanatakiwa wapite sisi sehemu nchi nzima.